Ule msingi umeoza. Dkt Fatma, upo? Hebu simama njoo hapa.

Dkt Fatma huyu ni binti hapa Zanzibar, Zanzibari huyu, lakini ni senior lecturer pale chuo kikuu cha Dar es Salaam, mhadhiri mwandamizi kwa lugha ya Kiswahili. Sasa hivi anasubiri kuwa profesa tu, wakati wote eh. Unacheka uamini. Inshallah <laughs> huyu yeye katika shughuli zote za ujenzi huyu ndio mtaalam sasa siku ile niliposema nimekuja nimeona msingi umeoza akaniambia haukuoza mbele ya rais mwinyi nikaambia na kuheshimu kwa utaalamu wako na ni kweli msingi haukuoza Rudi ukakae, mpigieni makofi. Ni mtaalamu sana huyu. Ni mtaalamu wa architecture wa uchoraji na usanifu wa majengo huyo, eh. Sasa so ukimwona amepiga na, na hijabu yake na, na abaya hiyo, utaweza kuzani kwamba ni, ni mama pale tane tu, lakini ni bingwa, lazima ku acknowledge. Ndio maana nasema lazima mjue vijana, huo ndio mfano nyinyi vijana you can just be like her. Hana umri mkubwa lakini amezamia kwenye kusoma, amejiendeleza, ametakta digri yake ya kwanza ya pili ya tatu, amekuwa mhadhiri pale mhadhiri mhadhiri eh. Sasa amekuwa mhadhiri mwandamizi, lakini yeye ndio tunayemtegemea kwa, kwa, kwa kutoa maoni ya kitaalam kwenye kazi zote tunazozifanya hizi za ujenzi, kila mahali tunapokwenda, kwahiyo Fatma nitaka, lazima watu wajue, tunaweza kupata sifa sisi, lakini wako ambao ndio wenyewe hasa wanaomenyeka usiku na mchana kuhakikisha kwamba kazi hizi zinakwenda vizuri. Ngo Fatma, ndio maana nitaka watu wajue tu kwamba upo, lakini kila ukimleta na wasiwasi kwamba nitachukuliwa na serikali <laughs> naye anataka mpaka awe profesa, utakuwa tu